Naomba nikae shilingi hamsini kwenye Selcom Pesa, ndo mpango mzima mimi, simu yangu tu ikiwa na pesa ya kwanza ah, na <laughs> ah, huwezi kupata kampuni nyingine yoyote ile pale, kwamba wakafanya mia mara mitano kwa shilingi mia tano tu, yanamaanisha kwamba naweza akatuma milioni naweza akatuma laki tano naweza akatuma elfu hamsini naweza katuma nini kwenda mtandao mwingine wowote, ukakatwa shilingi mia tano tu. Sasa mimi ni ame, kuna mtandao mwingine wa nini? Mpango mzima ni Selcom Pesa. mimi sihami <laughs> Furahia ofa ya tano kwa jero kutoka Selcom Pesa, bando la miamala linalokuwezesha kutuma pesa kwenda mitandao ya simu au benki zote, kufanya malipo ya lipa namba yoyote kwa gharama ya shilingi mia tano tu kwa miamala mitano kiwango chochote. Selcom Pesa, makato madogo kuliko.